anatupenda sisi waja wake wote kufanya amali zilizokuwa njema. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala hupenda mja ambaye kwamba hujiimiza katika majambo ya khairati, na Mwenyezi Mungu humchukia yule ambaye kwamba hujikataza ama hujihimiza katika mambo ya shari, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani, amesema wama atakumur rasul fakhdhuhu wama nahakum anhu fantahuu, kwamba kila kile ambacho kwamba amewaleteni mtume fakhdhuhu, kichukueni sawa. Wama naha na kile kile kile kitu ambacho mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amewakataza nacho basi jiepusheni nacho. Kile kitu ambacho mtume amekujieni nacho, akawaelekezeni, akawaimizeni basi hicho kitu kifanyeni kifanyeni kazi wa maana hakum anhu fantahu. Na kama kitu ambacho kile mwenyezi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekikataza, basi na wewe jikataze nacho ili upate baraka za Allah subhanahu wa ta'ala. Na siku hii ya ijumaa basi Allah awahifadhi na Allah atudumishe katika upendo uliokuwa mzuri kabisa, kwa sababu almuslim akhul muslim Muislam ndugu yake ni Muislam mwenzie, kwa hivyo inshaallah Allah, Allah atusimamie katika siku hii ya leo ya Ijumaa. Barakallahu fikum, wa alaikum Masha Allah.